Why are we doing the market strategy? mara nyingi we don't do market strategy. Si tuna biashara zetu ni wangapi ambao wameandika market market strategy? strategy. Just be honest Be honest honest. to yourself. The rest of you, wameandika. Well done. si mnao kichwani. You just know how to sell, who to sell to. You need to have a comprehensive marketing strategy. Maybe kwa kuanzia nitamuomba atupe tu a bit of reason why why you have a market strategy, and then I will explain why it is important. For all of us to have one, kwa sababu ita tusaidia ku make sure kwamba biashara zetu zina zina kuwa sustainable, zinasimama vizuri. Before I say it, eh, kama ambapo nimekwisha kujitambulisha awali, naitwa Lazaro Loti Elfaraja, natokea Uhuru Create, tunadili na masoko na mahusiano ya umma nilifikia ni, ni kipindi cha kuandika marketing strategies, kwa sababu nilikuwa kwamba na, na study biashara nyingine wanaendeshaje biashara zao, lakini pia nilikuwa nataka nitengeneze kwenye industry ambayo naifanyia kazi nitengeneze utofauti wangu mimi na biashara nyingine, lakini pia nilishawahi kupoteza biashara kwa sababu kila kitu nilikuwa nafanya mwenyewe. Kwa hiyo ilifikia wakati nikaamua biashara yangu ni put into system, kwamba hata siku kwa ambayo mimi sipo iendelee kuwepo. Uh, mimi ni mtu ambaye naogopa naogopa umasikini kwa sababu nimetokea huko. Kwa hiyo naogopa kwamba kesho ikitokea ghafla nikadondoka, ndugu zangu watashindwa ku run biashara kwa sababu kila kitu kilikoponacho kichwani, kwa ili kurahisisha kwamba hata nisipokuwepo mtu yote ofisini anaweza ka run biashara, nikatengeneza marketing strategy. Kwa hiyo kila mtu anayekuja pale kwenye anakaa kwenye meza akiangalia anakuta kuna marketing strategies inamweleza nini cha kufanya lakini sio tu marketing strategies, tukaeka hadi uh, majukumu ya kila mtu anapo katika position yake. Ikawa inaelezea pia culture ya taasisi yetu, lakini core values zetu ikaelezea mission na vision na objective yetu sisi ni ipi. Ila, ili kila anayekuja ni rahisi kujua, kuliko anafika pale mtu anatakiwa a run office, mimi nianze kumwelezea. Kwa hiyo manake kama sipo, inamaana hizo shughuli hiyo siku zitasimama, kwa sababu ataweza kufanya chochote. Yeah. Ya, hiyo ndo sababu ya kwa nini niliandika marketing strategy. Yeah, so sitarudia chochokesema. Very well done. Ya, yeah. Kwa hiyo market strategy ni part ya business plan au strategic plan. Ni subset. Kwa hiyo strategic plan ni inabeba market iko ndani yake. Kwa hiyo watu wengi, na kuna confusion mara nyingi mtu anakuwa na business plan lakini ndani yake hukuta ile comprehensive market strategy, unakuta tu nitafanya marketing hivi na hivi. Kwa hiyo what we are saying today ni kwamba unakuwa na business strategic plan yako kama ni mwaka moja, miaka mitatu, miaka mitano, ndani ya ule ule mpango mkakati ni lazima uwe na comprehensive market strategy, kwa sababu bila kujiuza, tumesha sema tangu, tangu, tangu tumeanza, you will know hata kama uko na document nzuri kiasi gani, if you are not going to say how your, your, your, your product is dam, is dam fikia mlengwa, then it's a waste. Sindiyo? Kwa hiyo, why is it important? Hata kwa mtu ambaye kwa mfano wewe naenda kukopa, labda unataka kukuza biashara. Kwa mfano unataka kukuza biashara, ni lazima uwe na, uwe na, na, na clear information, clear path, how do you how are you going to to to grow your business yeah. Na unaweza kukuza hiyo biashara, labda wewe mwenyewe unataka kuinvest hela zako hiyo, unaweza ukainvest maybe your savings, au pia ukaenda labda ukakopa au ukaraise capital from here, hapa DC na watu ambao wanaweza wakasema hawa kama venture capitalists wataangalia such documents kwamba, okay, David anasema anataka kufanya anafanya mambo ya fish labda anataka kufanya diversion, labda anataka kufanya expansion, labda anataka kuenda mpaka Dodoma, labda anatafuta trucks au anatafuta any other means kwa sababu market, umeshafanya your market survey, but you need to have a document which speaks to what you are telling the investor. Sio unaongea hivi alafu akikuliza document you don't have, si ndio? Kwa hiyo we need to have this document, kama alivyosema Lazaro, ni lazima tukae nazo, mtu yoyote anaweza akajua sasa, this is our, this is our, this is our path. na inatakiwa ni, ni living document, is not something ambayo kuandika ndio ndio basi. Things change, si ndio? before election and now things have changed, vitu vimebadilika, soko zimebadilika, prices zimebadilika, environment imebadilika na vitu vinabadilika kama tunavyosema. Pia hata kama ni influencer au ni kitu gani, so you really need to, to check what has changed, and then you update kwa hiyo what is the content of the comprehensive market study? So usije ukaenda kutafuta consultant kama mimi nije kuandikia. You should, um, be able to do it yourself. Sisi tunacho hapa ni hizi guidance na what is supposed to be where, how you're supposed to do it. Kwa sababu kama umeweza kuanzisha biashara, we know you can also put these things together. Si ndio jamani? Yes. Kwa hiyo the, the first document yoyote inakuwa na kitu kinaitwa executive summary, ile ya mwanzo kabisa ambayo inatakiwa iwe ni utangulizi wa kueleza what is that document for kwa nini unaifanya hiyo marketing strategy, ni amda gani? What are the what are the, what are are the the goals? Na goals za market strategy zinatakiwa ziendane na strategic goals za kwako za biashara, kwa sababu kama nilivyosema it's a subset of the business strategic plan. Kwa hiyo unatakiwa uwe very very clear na mtu watu watu wengine, pia au investors, au ambao wa wako busy hawezi kusoma the the whole document, so everything need to be captured in the first executive summary, yani high level

Make kama alivyosema Fatma unaweza ukatafuta sales au sengine unaamua tu kama ni ku, expand labda reach watu wakujue, then you maybe you go and do a survey wameelewa vipi, lakini be very clear what you are looking for during that period. Then another area ni market analysis, we don't do it. Ya yaani mara nyingi tunakuwa ina rush, you agree with me? Yaani, una rush, umeanza biashara you there

to make sure kwamba tunazi protect. Na most of the time I always say, kwenye issues are threats, pale ambapo tunaweza tukamitigate hizo risk, labda through insurance. Let's do it guys. Unaona, unaona? Yaani, jitahidi uinsure biashara yako kwa sababu mara nyingi tunaweza sisi wenyewe, all of us ambao tunaendesha gari ambayo ina insurance. Siyo? Kwa hiyo, even the business we are running, to, to try, invest a bit kwenye insurance. Just for the uncertain path, tunaita PESTEL ambayo tunaangalia ni political, economic, social, uh, technology, environmental na legal. Ni issue gani ambazo zote hizi kwenye that bucket zinaweza zinaweza affect biashara yako? Kwa hiyo unaangalia political kwa mfano kwa Tanzania. Political ukiangalia policies ambazo government wameweka wa ukiangalia Vision 2050 kuna a lot of positive stuff about SME. Sindiyo? So how do do we we tap into that? Do we ato document. Go read, angalia iyo document ina kufeva vipi kwa sababu kuna a lot of positivity, support, ambayo ipo ili ili kutusaidia kutusaidia zetu. So let's look at those things, ili kutusaidia. Then kuna issue, kuna issue ya economic, economic, pia fursa gani. If people can come and invest In in our country. What about me? Kwani tunangojea tu watu wengine waje kuinvest, we We can grow. We can grow. we can grow our business. Si ndio? Kwa hiyo, let's Let's just just be very quick in terms of understanding the economy. Ni ishu gani ambazo tunaangalia? Tunaangalia ishu kama inflation, mafumuko ya bei, interest rates, so so many, many na unaangalia kwenye BOT, wanasemaje, vitu vina move vipi, GDP, inaendaje. Let's not just do business gizani. Let's read. Let's understand how all these things are affecting our business. mara nyingi we get carried away sijui, tunaona kama I don't know what GDP is. Siku hizi kuna a lot of information online, go read, get people who can, can, can help you to understand how all this thing kukuza biashara. Then social, of course we know demographics, demographics, marketing technology ina move sasa, na issues za legal, na regulation. Mara nyingi pia we don't even know our regulations. You don't know. Kwa hiyo tuangalie angalie vitu kama hivyo. Another area ambayo tunatakiwa tuangalie ni target market, tumeshaongea sana. Se, iko segmented kiasi gani? Ni watoto wadogo unaangalia, ni vijana, ni wazee, ni professionals who do you serve? Si ndio eh? Kwa, well, that area need to be very very clear. Alafu pia kuna market mix ambazo ni 5 P's za marketing. Lakini tunasemaga ni vidole vitano vya marketing, ambavyo ni product, price, people, Unaelewa to see vione tu, wakati unapoziangalia hivi vidole vitano jiweke wewe biashara yako. Product ni product gani? Au service gani? People ni kina nani? People ina include your employee, ina include your customers, ina include your competitors. Place uko wapi? Are you doing it online? Are you doing it physically? Where are you doing it? Price. Price yako ikoje? Driven by what? Competition. Is it unauza wholesale au unauza retail? So you go inside. Promotion. What kind of promotion are you trying to make sure kwamba unaweza kusupport watu wafanye nini waje wanunue na upate ile loyalty. So tunajua hizo loyalty card ambapo unaweza ukaenda sehemu kama Shoppers, wanakwambia leta sibi kadi yako, wana swipe. Hiyo ni loyalty, kwa sababu unajua kabisa kuna siku utaenda kuredeem. Si ndio? Na another thing ambayo nilisema nitaongelea when you come here kwenye haya mambo ya marketing sales, tunajua sana kusema kwamba we we go talk to to to the the the client to use it. There is one thing we always miss: building the relationship. Building the relationship relationship with our clients, you need to understand your client, umjue ni nani, una namba yake, unaongea naye, kwa sababu akishajua kwamba you are part and parcel, itakuwa vigumu sana kuenda kwa mtu mwingine. Kwa hiyo, let us try and build the the relationship. Apart from getting the sales, we also

Ameuliza swali amesema business plan. Good question. Yaani kwenye biashara, ngoja tu niongelee tu kidogo, kwa sababu it's also my area. Kwenye biashara yoyote ni lazima uwe na kitu kinaitwa business plan au strategic plan. Ile itakuwa covered. Itakuwa covered in a different topic. Yeah, itakuwa covered in a different topic. Hata kwa nchi huwa tunakuaga na hizi si ndio? Kwa hiyo ni lazima uwe na na plan yako e, eh, ambayo ni a different topic for this same uh, for this same uh, say okay, program mm-hmm. Yeah, clear yeah, hiyo yeah. Ya yeah. Yeah, business plan kuna kuna module specific yeah, kwenye yeah, hii program nzima ambayo inaitwa business management, na yes, atafundisha huyo huyo madam Hilda. Hiyo ndio ataongelea sasa business plan content zake ni nini. Hapa tunachoongelea is only specific for marketing. Kwa sababu marketing unajua ndio inaenda na, tumesema inaenda na nini, sales. Kwa hiyo kutokana na ule umuhimu wake, inabidi udocument, maanake unaposema strategy is just documenting vile vitu ambavyo unataka kuvifanya kwenye marketing. Unapodocument kitu, psychologically inakufanya unatekeleza kile kitu. Ukiviweka kichwani, kinakuja kingine, kina replace kina replace kwa hiyo tunasema ni vizuri uwe na marketing strategy uweze kudocument vile vitu vyote vinavyohusiana na marketing but it is part and parcel of the overall business yeah strategy. Naona muda kidogo umeenda kwa hiyo tumebakiwa na nusu saa. <laughs> Yeah, ngoja tujaribu kwenda ku haraka haraka. I think kwenye branding sijui kama nahitaji kukava. I think tumeongea sana na vile vile na nimeviongelea kwenye personal branding ndivyo hivyo hivyo unatakiwa pia uvi apply kwenye level ya kampuni. Personal branding is more of yourself, but bado kwenye kampuni na kwenye product. Yaani ni kama kuna level tatu, kuna level ya personal branding kwa sababu personal branding pia inaweza ikauza business yako. Kuna level ya kampuni unafanya branding ya kampuni, lakini pia kuna level ya product eh? na hivi ni baadhi ya vitu ambavyo ni vimuhimu katika when you are doing the branding. Kuna vitu ambavyo ni tangible na kuna vingine ambavyo ni intangible. Tangible tunaongelea vitu vya jina, sasa hivi nikisema CRDB unaona ile logo ya CRDB inakuja. mm -hmm, eh? ukiongea sijui mfano wa product gani, kuna product nikiitaja unapata picha hata ya Coca-Cola au eh, yani kuna vitu ambavyo ukikitaja tu ile picha inakuja kichwani mwako. Ina maana ile ni name sawa? So, logo ndio hiyo kama CRDB. Kuna jina na kuna logo, kwa hivyo itakuja jina au itakuja logo si ndio? Kwa hiyo logo ni muhimu sana, nafikiri mtaalamu ata haina logo unaotengeneza iye ni logo jamani, ambayo ina mvuto ambao inawafanya watu wakiona ile logo yani, inakuwa ni shouting, yani ina catch, inamvutia mtu. Ukiwafanya inakuwa tu complicated. Na sasa hivi ukiangalia logo, watu wengi wanajaribu kuzisimplify zile za zamani. Unaandika maneno toka huku mpaka huku, vishapitwa na wakati. You make it very simple and clear. Uh, colors and design, rangi unazotumia pia ni muhimu. Tumia rangi ambazo ziko too faint hata watu watakuwa yani lazima utafute rangi ambazo yani mtu akiona tu hata kwa mbali vile anaiona ile logo anaona ile branding yako tagline unaweza ukaweka slogan very nice slogan and memorable slogan gani ambayo mnaweza mkakumbuka any product eh? The bank that listens yani imekaa miaka toka benki imekuwa ime uh, and reestablish, I should say. Very powerful, si ndio? Mm -hmm. Nyingine? Mm -hmm. Eh? Yeah. Yeah. Therefore, yeah. More. Yeah. Pepsi. Pepsi. Pepsi. Pepsi. Pepsi. Yeah. Yes. Yeah. Unaona, eh? Kwa hiyo, kuna, kuna, unaweza ukatumia slogan ambayo ikavutia. Sisi kuna wakati tuliweka ulipo tupo. Wakati tumeintroduce agency banking. Ulipo tupo, maanake popote ulipo. Sisi tupo. And it yani, ili pay attention ya watu, na watu walikuwa wanapenda, mpaka walikuwa wanaitumia kwenye vitu vingine. Ulipo tupo, ulipo tupo. Mm -hmm. Jinsi ambavyo ilikuwa, <coughs> the slogan was very catchy. Packaging, jinsi unavyo pack product kwa wale wenye product. Jamani, packaging muhimu jamani, siweke kwenye mifuko ya plastic, lazima <laughs> uweke packaging ambayo pia ni attractive kuna vitu ukiingia dukani sio unaweza katamani kukinunua hata kama ukihitaji just because of packaging. Kwa hiyo packaging matters a lot. Visual identity. Yaani ile identity ya hicho kitu yaani visual, yaani visual, yaani mtu anaweza kakifrace na mm ka, ya. -hmm. Kwenye intangible hivi ndo tumeongelea emotions. Tumeongelea issue ya emotions eh? Reputation. Mm -hmm. Eh, kwamba be careful influencer unayemtumia anaweza akafanya akuharibia ya reputation yako. Kwa hiyo lazima unapoangalia branding, lazima issue ya reputation, uangalie kitu ambacho kitabuild your reputation. Customer experience, the way you serve your customers, eh? Ina impact kwenye branding. Kuna dada mmoja ana biashara yake. Alikuwa so much worried kwa sababu anauza vitu ambavyo yani everybody can yani anaweza kufanya. Na akawa na ikaja ikaja business nearby Laba, labda ni, nimtolee tu mfano wa wa koti watu ah, wanaokaa Mbezi Beach. Ana alikuwa na bucha, mpaka sasa hivi ana bucha. Sasa biashara ya bucha, si unajua bucha ziko nyingi, kwa hiyo kwahiyo n na anawasiwasi anaona kwamba, yani mtu akija tu akianzisha bucha hapa yani am finished. Ikaja bucha moja very big na ina big name na iko sehemu nyingi, yana ya branch moja tu but I tell you because of customer experience emotional connection mm -hmm. yani pale kwake hivi ile yenye big name mimi sijaunaga watu pale mm -hmm. Unaona customer experience. Unaona customer experience. values and purpose

Yani I have variety. Yeah. Kwa hiyo that's why yani inakuja picha ile bucha, nyama ziko tofauti tofauti. Yeah. Yeah. Kila kitu. No. I'm like that's where I have to go. Mm. Kwa hiyo I just wanted to add that na issue ya brand story ni very important ili kujua kile kitu mtu anavofikiria brand yako what's the first thing that comes into mind. Yani that's where yani one of the most powerful important things. Sasa sijaona kwa hapo, sijui inaingia kwenye wapi. I know so yeah, it's your brand story. There's a, there's a name for it. Yani ile kitu ambacho kinakuja kwenye your mind ambayo ukisikia labda Coca-Cola unaona msisi, unaona ile ubaridi. Ndio maana mtu mwingine anasema yani hapa nikipata Fanta baridi ni emotional connection, emotional connection ehe, eh, eh. Basi the emotional connection part ya kujua kwamba um nikienda pale I'm not, I'm okay maybe, emotional connection nikienda pale, this is what I, these are the things that I that I'll be able to get, na ndo hicho kitu ambacho kinamdrive mtu kutoka one place anaenda kutafuta dada labda wakusuka mwenge eh umeelewa yeah. Yani, yeah, that's the thing ambayo um, I think labda nataka tu niongezee yeah. Hapo that's the part very well, that's mm -hmm. powerful that's powerful mm. -hmm. kwa umeona, yani kuna many ways ambazo yani uh, unaweza ukamfanya yani brand yako hivi yani brand ikae kichwani kwa mtu nyama koti bucha, yani unajikuta tu yani automatically umewazia koti bucha. just because ame um, umeshakuwa emotionally connected kutokana na the way anavyo tengeneza product zake na consistency, kwa sababu vile anavyopanga nyama, anavokata sija, anazikata kata, anachambua atoi yale manani. Kuna mimi mwenyewe bucha, kuna bucha ili, ilianzishwa near my home siko. Nikaingia hivi nikamwambia, naomba nyama, nikaona wanajizungusha zile nyama zilizotundikwa. Nikamwona anaenda anachukua nyama ambayo yani, unaiona kabisa hii nyama sio fresh. Nikamwambia kwa Irene, yani pale pale picha ya koti ikanijia. How come ni chukua nyama ambayo inaonekana ya jana, wakati nipae kwa koti nyama zimekatwa ziko fresh? mm -hmm. Na bado yani unaziona kabisa. Kwa hiyo the way you package your products, the way unavozitengeneza inakufanya inatengeneza ile emotional connection. Hizi ni components za face, naomba tuache tu mtazisoma. Yaani, ni vitu vile vile vinajirudia, labda vinaakuwa na maelezo zaidi na hizi ni how to brand your product, inaelezea how you can brand your product hapa. um, mnaona nini? What do you see between them? Eh? ambao yani, kwa mfano ukizikuta hizi products

Sawa, hii hapa ni uh, it's about branding kwamba yani unaweza ukajibrand kutokana na logo. Kwa mfano AMTL Group hii, it's very common, right. Baresa hii, so common sana, but uh, hii ni TV tu, this is just one line of business, lakini ukiangalia hii na hii, unaona kama hii ni more common, eh? to establish kwamba Fanta na Coca-Cola zina relationship kwa kuangalia mm. Even Pepsi and 7 Up mm. Eh, kwa hiyo yani branding yani wanavyofanya ni kwamba inategemea ni kitu gani ambacho kina sell through your business. Kwa hiyo it could be at the product level or it could be at the company. At the company level, kwa hiyo una gauge, unaangalia kama una product ambayo ni ni nani ni, ni very strong na appealing to the market unaweza ukajibrand brand by just a product, na ndio maana ukiangalia Coca Cola soda au vunja bei it's a company eh. Lakini ukipita hivi, yani unaiona vunja paka unasema tu nataka niingie nione ni kitu ni ni gani kiko ndani ya vunja bei just alivyoliandika tu leneno, alafu kubwa yeye ameamua kuweka very big logo kiasi kwamba lazima uione wherever you go, utaenda Arusha, utaenda wapi, utaenda wapi utaona. Kwa hiyo branding could be at the company name or could be at the product level. Ukiona kama una product ambayo ina stand out na unaweza ukaitumia hiyo kujimarket, you go for the product na ikakupa ile benefit ile ile ambayo unaitaka, una, tukija kwenye sales sasa, ukiangalia hivi vyote tulivyofanya, yani viko connected na, na sales, si ndio? Yani sales alitupa definition ni Lazaro nani, kwamba sales yani ni pale ambapo sasa una convert ile product yako into money kwamba yani sasa unauza ile product yako, ambao umeshafanya marketing, ume create awareness, umefanya branding, imewavutia watu, umetengeneza emotional connection, then unakuja kwenye sales. Unaona unakuja una, una kwenye sales, hivi vitu vyote viko related. Kwa hiyo unapokuja kwenye sales pia lazima ujue unawapata wapi wale wateja wako. Kuna different ways of doing sales kuna sales za ku, ndio maana nimuuliza dada pale ametaja biashara yake nikamuuliza where, mm, eh, kwamba watu wajue kwamba kikitaka hicho kitu, wakitaka hiyo bidhaa wanakipata wapi? Ina maana lazima uwe, ume, create your visibility where you are selling your product.